Na hii ni saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi. Kundi la wapiganaji wa Kikurdi PKK ambalo limekuwa katika mapigano ya silaha na Uturuki kwa zaidi ya miongo minne, limetangaza kuvunjwa kwake na kumalizika kwa mapambano yake ya silaha. Kundi hilo la wafanyakazi wa Kikurdistan PKK limetangaza katika taarifa ya mwisho ya mkutano wake wa 12 habari ya kumalizika kwa vitendo vyote vinavyosababishwa na jina lake, ikiwa ni pamoja na mapambano yake ya silaha dhidi ya serikali ya Uturuki. Baada ya kufanyika kongamano kaskazini mwa Iraq siku za karibuni, PKK imesema kuwa imefanya maamuzi ya kihistoria huku shirika la habari la Firat, chombo cha habari kilicho karibu na kundi hilo, kikiripoti kuwa, taarifa kutoka kwa kiongozi wa PKK, Abdullah Ocalan, iliwasilishwa wakati wa kongamano, ikieleza mitazamo na mapendekezo yake. Ocalan ambaye yuko jela tangu mwaka 1999 alihimiza PKK Februari kusitisha mapambano yake ya silaha ikiwa ni katika juhudi za kutatua mzozo huo ambao umesababisha vifo vya zaidi ya watu elfu arobaini tangu miaka ya 1980. PKK ambayo inatambuliwa kama kundi la kigaidi na Uturuki na nchi nyingi za Magharibi, ilitangaza kusitisha mapigano muda mfupi baadaye, lakini iliweka masharti ya kuvunjwa kwake, ikiwa ni pamoja na kuanzishwa kwa mfumo wa kisheria wa mazungumzo ya amani. Stakabal wa wanamgambo wa PKK bado haijulikani, haswa kuhusiana na uwezekano wa kuhamia nchi zingine, ambapo maelezo kuhusu makubaliano yoyote ambayo PKK inaweza kupokea kama malipo ya kufutwa kwake hayajatolewa.